Kuna watu wale ambao bila shaka majina yao yanaanzia na herufi zifuatazo. Moja, kuna wale wana, wana majina lakini majina yao yanaanzia na herufi a. A ina amani yao eh? ina Ewa. hawa sasa wanaanzia na majina majina yao na herufi a. Kuna wale ambao wanaanzia na herufi J kuna wale ambao wanaanzia na herufi Z, kuna wale wanaanzia na herufi S, kuna Q, kuna M na F pamoja na B. Hawa nitawaeleza kwa haraka sana mm. lakini lau kama itapatikana fursa ya watu, tutafuta kila mmoja kwa herufi yake anayo, tunaweza tukamchambulia kwa ufasaha zaidi. Hapa tunagusa kwa sababu wakati wetu ni mdogo na ni mfupi. annahum Hawa watu ambao harufi zao zinaanzia hizi ambazo nimezitaja, tabia yao kwanza, hawa watu muhibbuna lilkhair, hawa watu wana tabia ya kupenda sana mambo ya kheri. Yani hawa mara nyingi sana wanapenda sana khair, na huwa hawapendi kumwona mtu anaonewa au anadhulumiwa. Mara nyingi sana huwa hawako hivyo, hata kama atashindwa kutetea, basi ataumia moyoni. Mara nyingi hawa watu wanakuwa wako hivyo. Lakini kadhalika laisu ananiyin, na si watu wanaojivuna. Mara nyingi sana utawakuta si wajivuni, hawa watu hawajivuni, hawajionioni, hawajitukuzitukuzi. Ah, utawakuta ni watu wa namna hiyo. Lakinnahum yazumu adama ananiyatihim, lakini pamoja kuwa hawa ni watu ambao wasiokuwa ni wenye kujivuna, illa ila annahum yanzuruna ila maslahatihim, isipokuwa pamoja na hivyo, lakini ni watu ambao wanatazama sana maslahi yao. Yani, hawa watu wenye herufi hizi mara nyingi sana wanatazama maslahi yapo, utamuona. Mm -hmm. maslahi yakiwa hakuna haonekani, mara nyingi wanakuwa wako hivyo, hawajivuni hawajioni, lakini watu wanapenda heri, lakini asilimia tisini wanatazama eh, je nikienda mimi pale nitapata nini? Akibaini kuna kitu atachokipata, utamuona atakwenda, na akibaini hakuna anachokipata, mara nyingi watu wenye herufi hizi huwa hawashughuliki na na na sehemu ambayo haina manufaa na wao wow. mara nyingi wanakuwa hivyo, ni mara chache sana kuwaona ameingia ame kwenye mkumbo wa kupata madhara bila faida, mara chache sana. Mara nyingi sana ukimwona yupo mtu mwenye herufi hizi, basi ujue kuna faida, hata kama ni ndogo lakini ipo. Ndivyo jinsi mambo yalivyo katika hali za namna hii. Sasa watu hawa wanazo rangi, al-alwanul bahti, zile rangi zao za bahati inawezekana kuna mtu ambaye majina yake yameanzia na herufi tulizozitaja, lakini hakuna anayevurugikiwa na mambo kama yeye, wakati herufi hizi tunaona inatakiwa wafanikiwe sana, lakini asilimia tisini utaona wanaharibikiwa sana. Maana yake kuna tatizo hapo, lipo tatizo, lakini hawa mabwana wana rangi zao za bahati rangi za bahati ni rangi gani? Al ahmar ni rangi nyekundu. Tukisema rangi ya bahati, maana kila mwanadamu miongoni mwetu kuna zile rangi maalum. Wapo watu yani wewe mwenyewe jichunguze, kuna kuna nguo yako ukiivaa, ukienda katika majambo yako siku hiyo unaambiwa na, hapa bana. Hmm, jichunguze tu vizuri utabaini hicho kitu. Lakini kuna baadhi ya nyakati, kuna nguo zako ukizivaa siku hiyo utaona kila mtu anakuchekea, tunaye kila mmoja unaona anatabasamu na wewe. hmm. Eh, tena inawezekana ukafika mahala ukaona mtu anaingiza mkono mfuko ndio anachukua nauli hata ukumwambia. hmm. Basi jua kabisa kuna jambo hapo. hmm. kuna vitu vinavyoitwa alhalat hizi kitaalamu tunaita zile hala hmm. zinakwenda katika hali za namna hiyo, zile energy zinakuwa zimekaa vizuri, na kwa sasa mambo yanakwenda katika utaratibu ambao ulikuwa bora. Sasa jichunguze sana, yaani kuwa na tabia hiyo ya kujichunguza, ni nguo gani nikiivaa nikienda katika majambo yangu siku hiyo, watu wanakuwa wataki hata kuniona. Yaani kuna wakati mwingine inatokea hiyo hali, ifika na, na wafanyakazi wenzako, unaona hakuna mtu mwenye mpango nawe, kila mmoja anakukataa, kataa, anakukimbia, kimbia hmm. Jua jitathmini vizuri hiyo uliovaa, sio ndio maana yake, rangi ile iliyotoka nayo leo haikukubali, hmm. Haikutaki hmm. Sasa lazima hawa watu tujue zile rangi zao za, za, za, za, za bahati. Kwa hiyo hii ni mujarab sana hizi zipo za rangi tofauti kutokana na aina ya majina. Je, yeah. jina lako e, ni nani na inakwenda sambamba na rangi ya aina gani? Hili ndio swala la msingi ambalo, bila shaka, tupigie kwa namba zetu, tutakupa maelekezo, tutakusikiliza vizuri, tutajua jina lako linaanzia na herufi gani, alafu tutakushauri ni ipi ambayo wewe inakufaa. Sio kila mtu itamfaa ya aina moja. Aa, ni tofauti. Kuna hii ni mujarab sana inatokana na maua, lakini hii ni mujarab sana inatokana na majani. Kwa hiyo biidhnillah subhanahu wa taala, lau kama utapata fursa ya kuitumia, majambo yanaweza yakaenda sawa sawasawa biidhnillah subhanahu wa taala. Tumetoka kifua mbele katika ardhi ya Omani kwa sababu ya hizi spray. Hmm. Mujarab sana. Hmm. Juriba miraran wa yes. Wasah warabu anasema la tasali ltabiba fasali lmujaraba. Usimuulize tabibu ya kwamba anafanya nini katika majambo yake. Fasalil mujarrab, huuliza kilichofanyiwa majaribio. Watu wametumia wakapata manufaa makubwa, hicho ndo kitu bora zaidi. Mambo yatakwenda katika hali ilokuwa bora biidhnillah subhanahu wa taala.